alaikum wa warahmatullahi wa taala wabarakatuh. Award ya kwanza inaenda kwa Sifka. Hayatul Ulama proudly presented to Sifka institutional award for advancing Islamic finance in Tanzania

In promoting ethical and sharia compliant financial system. Hii ni award ambayo inapewa sifka kwa juhudi kubwa kabisa ya kutengeneza miundombinu ya kifedha ya Kiislamu katika Tanzania hii, wao sasa ni leading sharia advisors katika maeneo mbalimbali hapa nchini, na wao wameweza kuingia mikataba aina mbalimbali na taasisi za kimataifa za mambo ya isla Islamic finance duniani, na alhamdulillah wao ni wanatoa kozi za aina mbalimbali kwa wadau wote wa aina mbalimbali katika Tanzania yetu hii, wakiwa ni benki kuu na sekta zingine katika nchi yetu. Naam, tunampa certificate hii eh, mwenyekiti, mwenyekiti, mwenyekiti aweze kuiwasilisha na muona makamu mwenyekiti na mwenyekiti na muona katibu. Sasa wao wenyewe watajua nani anapokea, au wanaenda wote, makamu mwenyekiti, mwenyekiti, makamu mwenyekiti, wasifa Profesa Muhammad Hafidh anapokea awadi hiyo kwa niaba ya ya Sifka. Takbiri. Allahu Akbar. Naam, awadi ya pili. Awadi ya pili. Inaenda kwa Sheikh Isa Osman, imam mkuu wa msikiti wa Maamur kwa juhudi zake kubwa kabisa za uandishi wa vitabu ameandika vitabu vingi zaidi ya 15 na kwa hotuba zake ambazo zina athari kubwa kwa umma wetu hapa Tanzania. Nasoma namna ilivyoandikwa hii award: certificate of excellence ambayo inatolewa na hayatul ulama, proudly presented to Sheikh Isa Uthman, awarded in recognition and a deep appreciation of his outstanding contribution to humanity through the authorship of impactful books and the delivery of eloquent short speeches. His work exemplifies the finest, finest qualities of khutbah making, aligning perfectly with the principles and standards of effective Islamic preaching. naam tunampa sheikh ndauga aweze kuiwakilisha kwa mwakilishi wake leo ambaye yuko hapa, imamu Harubu, ndiye ambaye atapokea kwa niaba ya Mufti London Sheikh Isa maarufu Mufti London. Imamu Harub eh, msaidizi imamu pale msikiti Maamur, anapokelea awadi ya tatu na ya mwisho. Awadi ya tatu na ya mwisho inaenda kwa ndugu yetu ambaye kwa juhudi zake kubwa kabisa katika Tanzania yetu hii ameweza kuleta miujiza au milestones katika mambo ya fintech ya Kiislamu katika Tanzania yetu hii, na kutoa ushauri mbalimbali mbali kwa taasisi za Kiislamu free, bila gharama zozote, ushauri ambao hizi taasisi za Kiislamu ungeweza kuzilipa mamilioni ya shilingi, lakini yeye amejitolea usiku na mchana katika kuzitajia, kuzisaidia hizi taasisi za Kiislamu.

and expert advisory services have significant, have, significant, have, significantly fostered growth, strengthened capacities, and enhanced the impact of Islamic institutions. tunaikabidhi hii certificate kwa takbir wa kulli amali fasayarallahu amalakum wa rasuluhu warasuluhu malizieni basi. Amtaki walmuminun, ndo hawa. Tunaona kazi za wale wanaozifanya na hala, hawapigi udebe, bali ni stahiki yao, masha Allah, inshallah. Kwa hili tunataka tufanye khitamu, miski ni waruhusu meza kuu wakae wapate kupumzika hapo. Lakini mtaalamu wetu ambaye leo hii tumemkabidhi kwa uchache hii award, ana mengi ya kutufundisha na kutufungia kongamano letu hili kwa staili nyingine kabisa, lakini pia mwenyekiti kanidokeza